Fyona Wanjiku Kabitta alipandikizwa figo mbili akiwa mtoto wa miaka sita na hadi sasa anahitaji figo ya tatu angalau kumpa fursa kuendelea na shughuli zake za kawaida. Kwa binti huyo mwenye umri wa miaka 21, maisha yake yamekwama baada ya kukaa nchini India kwa muda kutafuta matibabu. Hata hivyo, changamoto za kifedha zilimlazimu kurejea nyumbani na kukatiza matibabu yaliyohitaji shilingi milioni nane kwa kukosa kufanikiwa kwa bima ya afya ya umma humo nchini. Mwanahabari wetu Emily Chebet anaangazia taarifa hiyo kwa kina. Mwaka wa 2011 akiwa na miaka saba, Fyona Wanjiku Kabitta alikuwa miongoni mwa watoto wachanga zaidi kufanyiwa upandikizaji figo, akipokea figo kutoka kwa babake. Kwa miaka ya awali Fyona aliishi na utoto wa kawaida, lakini mwaka 2018 figo iliyopandikizwa ilianza matatizo na kumlazimu kurudi hospitalini, akipewa figo ya pili na jamaa yake mwingine, figo hii ikimfaa tu kwa miaka miwili. Fiona na babake wamekuwa India kuanzia mwaka wa 2022, nduguye akisalia nchini chini ya familia yao baada ya mama yao kufariki mwaka wa 2019 afia03duafia gharama ya matibabu, chakula pamoja na mahala pa kuishi ikisalia changamoto kubwa kwao. Kurejea kwao mwanzoni mwa mwezi huu wa Disemba siyo kwa sababu amepona, bali ni ukosefu wa namna nchini humo. Wanasema bima mpya ya SHA haijaanza kufanya kazi nje ya nchi. For this Surely, for goodness sake please dear government of Kenya our leadership let the girl be treated I'm um, pleading, so that um, her life can get back to normal. to the Kenyan government please me and my dad tumelia sana in India just notice us, President uh, William Ruto even to the Kenyan influencers, you know just the most high ups in Kenya Kulingana na sheria za hivi punde za SHA, mtu mwenye miaka 21 hawezi tena kufaidika na bima ya afya ya mzazi. Changamoto nyingine ni kuwa SHA kwa sasa inalipia upandikizaji ya watoto pekee. Emily Chebet, runinga ya Citizen na mtazamaji.